Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Methali nne ishirini na tatu. Kwa nini tunaambiwa tulinde moyo kuliko vyote tulindavyo? Maana yake tulinde moyo kuliko fedha, tulinde moyo kuliko afya zetu, tulinde moyo kuliko familia zetu, tulinde moyo kuliko vyote tunavyovilinda. Maana yake wako maadui wanaoshambulia moyo. Viko vitu ambavyo vina malengo ya kuharibu mioyo yetu. Ni muhimu nijue vitu hivyo ambavyo vinataka kuharibu moyo wangu, ili nijue namna ya kuulinda moyo wangu. Leo tunaenda kuangalia vitu sita au maadui sita ambao wana malengo maalum ya kuharibu moyo wa mwanadamu, ili usije ukatoa chemchemi ya uzima. Ukipenda niandae video kwa ajili ya kujua namna ya kuulinda moyo wako, niandikie hapo chini kwenye comment, lakini pia like video hii na pia usisahau kusubscribe. Biblia inapotaja moyo kwenye andiko hili la Methali nne ishirini na tatu inatumia neno la Kiebrania ambalo lina maana ya lev, ikiwa inamaanisha mahali ambapo hisia za mtu zinakaa, mahali ambapo uamuzi unafanyika, mahali ambapo dhamiri ya mtu inakaa. Kwa hiyo Biblia inapotaja moyo inaambatanisha vitu vyote hivi ndani ya kapu hili moja la moyo. Tunapoambiwa tulinde moyo kuliko vyote tulindavyo, maanake Biblia kwa maneno mengine inatuambia tulinde hapa mahali ambapo hisia zetu zinakaa, tulinde hapa mahali ambapo dhamiri zetu zinakaa, tulinde hapa mahali ambapo maamuzi yetu yanafanyika, fikra zetu zinapoundwa. Huu ndio undani wa mtu. Sasa hawa maadui wanaowinda moyo ni ya kina nani? Adui wa kwanza ni mawazo mabaya na uongo wa Shetani. Tuangalie kwenye Biblia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa kumi mstari wa tano, Biblia inasema tukiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka kijiinwacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Hapa tunaona maneno mawili Neno la kwanza ni mawazo yaliyoinuka juu ya elimu ya Mungu, lakini neno la pili ni tuteke nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kumbuka, moyo ni kapu la hivi vitu viwili. Sasa hapa tunapoambiwa mawazo yaliyoinuka kinyume au juu ya elimu ya Mungu, haya ni mawazo ambayo yanapangwa ndani ya mioyo yetu, yaliyo tofauti na neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia kwamba sisi tumependwa na Mungu. Neno la Mungu linatuambia kwamba sisi tumesamehewa na Mungu, lakini haya mawazo mabaya yanatuambia Mungu amekusahau. Haya mawazo mabaya yanakuambia wewe sio wa thamani. Haya mawazo mabaya yanakuambia wewe haufai. Haya mawazo yanakuambia Mungu wala hajakusamehe. Haya ni mawazo mabaya na uongo wa Shetani. Unapopokea mawazo hayo mabaya, unapopokea uongo huo wa Shetani, moyo wako unaharibiwa, moyo wako unakosa kutoa chemchemi ya uzima. Kwa hiyo adui wa kwanza ni mawazo mabaya na uongo wa shetani. Utashangaa, unapopokea mawazo haya, amani kule ndani inapotea, utulivu wa moyo unapotea. Lakini adui wa pili ambaye anashambulia moyo, maumivu ya kihisia na machungu ya zamani. Tuangalie kwenye Biblia, kitabu kile cha Waebrania Mlango wa kumi na mbili mstari wa kumi na tano Biblia inasema mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajis kwa hilo. Hapo Biblia inatuonyesha uchungu unapokaa ndani ya moyo wa mtu, uchungu unapoendelea kuwepo, uchungu usiposhughulikiwa. Kuna video nimetengeneza inayohusu na namna ya kuondoa uchungu moyoni mwako nimeweka kwenye link hapa juu. Kwa hiyo ni lazima ujue adui wa pili anayeshambulia moyo ni huyo. Adui anaitwa uchungu au maumivu ya zamani, mambo uliyoyapitia kipindi cha nyuma, makwazo uliyopitia, watu ambao haujawasamehe waliokukosea siku za nyuma. Huyo ni adui wa moyo. Mwenye uchungu moyoni mwake hawezi kuwa na furaha kamili. Mtu mwenye uchungu moyoni mwake hawezi kuwa na hiyo chemchemi ya uzima. Mtu mwenye uchungu moyoni mwake hawezi kuwa na amani. Kwa hiyo uchungu unashambulia moyo, uchungu ni adui mbaya sana wa moyo. Adui watatu anayeshambulia moyo ni tamaa ya ulimwengu. Mtu anapokuwa na tamaa eh, anakosa utulivu. Hebu tuangalie kwenye Biblia, kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa kumi na sita pale biblia inasema maana kila kilichomo duniani yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Sasa tamaa ya vitu, tamaa ya sifa, tamaa ya madaraka, tamaa ya heshima eh, tamaa unakuta mtu ha haridhiki na vitu ambavyo Mungu amembariki navyo, unakuta mtu haridhiki na nafasi aliyokuwa nayo. Siku zote huyu mtu hawezi kuwa na utulivu. Siku zote huyu mtu hawezi kuwa na moyo wa shukrani. Siku zote huyu mtu hawezi kuwa na furaha na utulivu ndani ya moyo wake. Kwa hiyo moyo unakuwa na hali ya maangaiko, moyo unakuwa na hali ya masumbufu. Mtu ambaye ana tamaa ya vitu vya duniani, mtu ambaye ana tamaa ya fedha zaidi, mtu mwenye tamaa ya madaraka zaidi, huyu mtu hawezi kuwa na utulivu moyoni mwake. Huyo mtu hawezi kuwa na amani moyoni mwake. Ukiruhusu moyo wako kuvaliwa na huyu adui anayeitwa tamaa, utajikuta siku zote wewe ni mtu wa kukosa raha, siku zote wewe ni mtu wa kukosa shukrani, siku zote wewe ni mtu wa kukosa furaha na utulivu, kwa sababu moyo wako tayari umeshambuliwa na huyu adui anayeitwa tamaa ya ulimwengu. Adui wanne tunayemwona anayeshambulia moyo anaitwa hofu na wasiwasi. Ukiangalia kwenye, kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa nne mstari wa sita mpaka wa saba Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hapa Biblia inatuonyesha kwamba watu wenye hofu hawezi kuwa na utulivu. Tuseme kwenye kitabu kile cha Mathayo mlango wa sita mstari wa thelathini na moja Biblia inasema msisumbuke basi mkisema tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini? Hapa ni Yesu alikuwa anatoa fundisho zuri sana kwa habari ya hofu. Inatuonyesha kwamba hatupaswi kusumbuka, hatupaswi kuwa na hofu, hatupaswi kuwa na wasiwasi wasi. kwa hiyo mtu ambaye ana hofu moyoni mwake mtu ambaye ameruhusu huyu adui wa wasiwasi wasi kuingia ndani ya moyo wake, mara zote huyu mtu anasumbuka, kama tulivyoona kwenye hiyo Mathayo, lakini pia tulivyoona kwenye Wafilipi. Huyu mtu lazima awe na masumbufu moyoni mwake, kwa sababu hana utulivu. Hofu inapomtawala mtu, mtu anakosa utulivu. Hofu inapotawala mtu, anakosa hali ya kutulia, moyo wake hauwezi kuwa na amani. Tayari moyo unakosa uwezo wakuwa chemchemi ya uzima. Huwezi kufanya maamuzi sahihi ukiwa na hofu. Adui wa tano anayeshambulia moyo ni maneno mabaya na mazingira hasi. Hebu angalia ni maneno mangapi unayasikia siku zote yanayojirudiarudia kwenye mazingira yako, angalia mazingira unamoishi hapo kwenye hayo mazingira, kama mazingira hayo ni hasi, basi yanashambulia moyo wako maneno mabaya unapoyasikia mara kwa mara yanaharibu moyo wako. Ukiangalia okay, Biblia kwenye kitabu cha Mithali mlango wa kumi na nane mstari wa ishirini na moja Biblia inatuambia pale kwamba maisha na mauti yapo katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo, mara zote unaposikia maneno mabaya, maneno yanazalisha mauti ndani ya moyo. Maneno mabaya, maneno ya mauti, eh, yanaweza kuzalisha mauti ndani ya moyo wako badala ya kuwaza chanya, badala ya kuwaza uwezekano unawaza kushindwa siku zote. Kwa hiyo moyo wako umekuwa unashambuliwa na huyo adui wa maneno ambayo ni mabaya. Kwa hiyo maneno mabaya yanashambulia moyo. Maneno kama maneno ya matusi, maneno ya kejeli, maneno ya dharau, yanapoingia ndani ya moyo wako, moyo wako unakosa nguvu ya kufanya maamuzi sahihi, hisia zako zinaharibika. He, hisia za upendo zinaharibika, na moyo unavurugika, kwa sababu ya maneno mabaya, kwa sababu ya mazingira hasi ambayo umeyaruhusu katika maisha yako. Lakini adui mwingine wa sita tunayemwona hapa, adui anaitwa dhambi na hatia. Ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu kile cha Zaburi mlango wa hamsini na moja utamwona pale mfalme Daudi anaomba msamaha kwa Mungu. Ukifika kwenye mstari wa kumi anasema, e Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Adui anayeitwa dhambi na hatia anamnyima mtu utulivu, anamnyima mtu ujasiri. Ni sawasawa unapokosea au mtoto unapomkosea mtu alafu yule mtu akaja, huwezi kuwa una mazungumzo naye kawaida kama siku zote, kwa sababu ujasiri unaondoka ndani yako, kwa sababu utulivu unaondoka ndani yako ndio maana Daudi anaomba uifanye upya roho iliyoimia ndani yangu. Hapa maneno yaliyotumika hapo ni moyo, uniumbie moyo upya. Maana yake ile hatia na dhambi inapoingia ndani ya moyo wa mtu inamnyima mtu ujasiri kabisa, inamwondolea mtu uwezo wa kuzalisha chemchemi ya uzima. Kwa hiyo hao ni maadui sita ambao wanashambulia moyo. Hawa maadui sita wana kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba moyo wako hautoe chemchemi ya uzima. Lakini maadamu leo tumewajua, leo tumewatambua, basi ni rahisi kuwa sasa makini. Tukianza kuona vitu hivyo sita, tukianza kuwaona maadui hao sita kwenye maisha yetu, basi tunaweza kukabiliana nao. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.